Ndugu wananchi, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa kuporomoka kwa jengo la ghorofa katika eneo la Kariakoo mkoani Dar es Salaam. Kufuatia tukio hilo, nimekuwa nikipata taarifa za mara kwa mara kutoka kwa Waziri Mkuu kuhusu mwenendo wa zoezi la uokowaji na ninaendelea kufuatilia zoezi hilo kwa karibu zaidi. Hadi saa 4 asubuhi leo, jumla ya watu 84 waliokolewa na kufikishwa hospitali kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kati ya hao majeruhi 26 bado wanaendelea na matibabu. Pamoja na hao kwa huzuni kubwa tumewapoteza wenzetu kumi na tatu katika tukio hilo. Serikali itabeba gharama za matibabu kwa wote waliojeruhiwa na kuhakikisha waliofariki wanasitiriwa ipasavyo. Nitoe pole kwa ndugu, jamaa na marafiki walioguswa na tukio hili. Niwaombe watanzania wote tuwaweke kwenye maombi wote walioathirika na tukio hili na tuwaombee pumziko la amani wenzetu waliotangulia mbele za haki. Serikali itaendelea kutoa taarifa zaidi kuhusu zoezi la uokozi hadi hapo zoezi hili litakapo milika. Hadi sasa sababu za kitaalamu za jengo hilo kuporomoka bado hazijachunguzwa na kubainishwa, kwani kipaumbele chetu kwanza kilikuwa ni kuwaokoa wenzetu waliokuwa ndani ya jengo hilo. Navipongeza na, na kuvishukuru vyombo vyote vya usalama ambavyo vinaendelea na zoezi hili la uokoaji wa ndugu zetu waliokumbwa na kadhia hii. Vile vile ninashukuru mashirika binafsi na wananchi wote waliojitolea na waliojitoa na waliotoa ushirikiano katika zoezi hilo. Ninawashukuru pia madaktari wana Kuwahudumia majeruhi. Nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na timu zao kwa kusimamia kazi kubwa iliyofanyika ya uokozi. Ndugu wananchi, nimesema kuwa kipaumbele chetu kilikuwa ni kuokoa wananchi wenzetu kwanza. Baada ya zoezi hili kukamilika, namtaka Waziri Mkuu aongoze timu ya wakaguzi majengo waendelee na zoezi la kukagua eneo lote la Kariakoo na tupate taarifa kamili ya hali ya majengo ya Kariakoo ilivyo. Kwa upande mwingine, jeshi la polisi nalo lipate taarifa kamili kwa mmiliki wa jengo lililoporomoka jinsi ya ujenzi ulivyokuwa ukifanyika. Ndugu wananchi, serikali inahakikisha ushirikiano wake kuanzia mwanzo wa zoezi hili hadi mwisho na kwamba taarifa za uchunguzi zitakapopatikana, basi taarifa hizi zitawekwa wazi kwa wananchi wote na hatua zitakazochukuliwa na serikali zitaelezwa kwa kina. Asanteni sana.